Ni saa 12 unusu Afrika ya Kati, moja unusu jioni Afrika Mashariki. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali, ikiwamo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM, yani 100.6 Gairo. Hii redio iko mkoani Morogoro, inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Vilevile tuna redio Maniama News City Ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ni wiki nyingine tunakutana wakati ambapo tunamalizia malizia na kuaga, kwani ni mwezi wa kwanza kabisa mwaka huu mpya wa 2026, siku maalum kuangazia matukio mbalimbali mbali kutoka viwanjani lakini kwanza tupate taarifa za habari na Engendo Angela. Mapigano mapya katika jimbo la Jonglei kaskazini mwa Juba yamesababisha zaidi ya watu laki moja themanini kuyahama makazi yao, wengi wakikimbilia vinamasi baada ya mashambulizi ya mabomu ya pipa. Raia wameripotiwa kukimbia nyumba zao zilizochomwa moto na vituo vya afya kuharibiwa, huku idadi ya waliouawa ikikadiriwa kuwa mamia. Mapigano haya yameibuka baada ya, ya mzozo wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na mpinzani wake wa muda mrefu Riek Machar, ukiwa ni mzozo wa kugawana madaraka na ukiukaji wa makubaliano ya mwaka 2018. Shirika la Umoja Mataifa la OCHA limesema hali ya kibinadamu ni mbaya, na karibu watu milioni 7.7 wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Mashirika kirai ya kiraia yanaonya kuwa mzozo unaweza kuongezeka zaidi ikiwa hatua za dharura hazitachukuliwa kwa haraka. Lagos, Nigeria. Shirika la Umoja Mataifa limetahadharisha kuwa karibu watu milioni thelathini na watano nchini Nigeria wako katika hatari ya njaa mwaka huu ikiwa ni pamoja na watoto milioni tatu walio hatarini ya kukabiliwa na utapiamlo mkali. Hali hii imeibuka kutokana na kushuka kwa misaada ya kimataifa ambayo imeathiri sana programu za chakula na msaada wa dharura nchini humo. Mmoja wa mataifa umetoa wito kwa serikali ya Nigeria na mashirika ya kimataifa kuhakikisha kuwa chakula cha dharura kinapatikana haraka ili kuzuia janga la kibinadamu. Hali ya sasa inatishia maisha mamilioni ya watu, hasa watoto na kuashiria dharura ya mashirika ya kibinadamu kuingilia kati haraka. wa Bwana Watara. na kama ambavyo nimekueleza hii leo, Jumatatu ya mnamo Januari 26, tunaanzia viwanjani. Tunahakikisha tunajali wasikilizaji wetu wote, na karibuni kufahamu yaliyopo katika kanda la Afrika. Nakaribisha mwenzangu Gabriel Ingubu. Karibu sana Gabriel, ili utupeleke uwanjani pamoja na mabingwa wenzako wanahabari katika ligi ya kandanda ya kila taifa Afrika. Mshindi wa taji hilo huwa anafuzu kupigania taji la klabu bingwa Afrika almaarufu CAF Champions League. Kwa sasa mataifa kumi na mbili huwa yanapeana timu mbili, nambari moja na nambari mbili, na mataifa mengine 38 huwa yanapeana timu moja mshindi wa ligi Misri, Morocco, Afrika Kusini, Algeria, Tanzania, Tunisia, Angola, DRC, Sudan, Ivory Coast, Libya na Nigeria ndiyo walio na nafasi mbili kila mmoja. Mataifa mengine sita Chae, Eritra na and nasoumeprincipal hawawakilishi. Katika muungano wa Afrika Mashariki ni Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndiyo walio na nafasi mbili kila mmoja. Nao Kenya, Uganda Burundi na Rwanda wanawakilishwa na timu moja tu mshindi wa ligi mwishoni mwa wiki mechi za awamu ya makundi zimesakatwa kutafuta atakayeongoza kundi lake mtiririko utakaoendelea hadi tarehe ishirini na tatu mwezi wa tano mwaka huu wakati fainali itapigwa Police FC ya Kenya Vipers ya Uganda APR ya Rwanda na Agelnua ya Burundi walishayaaga mashindano kutoka mjini Dar es Salaam mwanamichezo Shadrack Mwanzazu anatuarifu jinsi wana wa kwao walivyocheza. Naam, wikendi hii katika michuano ya kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa barani Afrika kumeshuhudiwa michezo minne ikipigwa. Wakati mabingwa klabu ya soka Tanzania bara, klabu ya soka ya Yanga, wao walisafiri kwenda kuwakabili wenyeji wa mchezo wa kwanza wa kufuzu katika raundi ya robo fainali, klabu ya soka ya Al Ahly, wakiambulia kichapo cha wa kufungwa magoli mawili kwa sifuri lakini klabu ya soka ya Simba wao, wa cheza ugenini wao pia waliweza kuambulia kipigo cha bao moja kwa sifuri kutoka kwa wapinzani wao Esperance de Tunis. Lakini katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Azam FC wao wakicheza ugenini mjini Nairobi katika dimba la Nyayo dhidi ya wenyeji wao Nairobi City, waliweza kufanikiwa kupata ushindi wa goli mbili kwa moja. Singida Big Stars ya Dar es Salaam Tanzania wakiwa katika dimba la Amani visiwani Zanzibar, waliweza kuambulia ushindi wa goli moja kwa sifuri. Haya ni matokeo ya mechi za awali kabla kuelekea katika mechi za mare jana kufuzu ama kutafuta nafasi ya kufuzu katika hatua ya robo fainali. Na katika kuiangazia haya, nipo na mchambuzi wa soka kutoka nchini Tanzania Ephraim Donald. Yeye ana maoni gani kuhusiana na matokeo ya mechi hizi nne, kwa maana Yanga wakicheza ugenini na Al Hal uku, Simba wakicheza na Esperance ya Tunisi, na Azam FC wao wakiwakabili Nairobi na Singida United, na wao wakicheza na Otodo ya kutoka pale nchini Kongo, kwa matokeo ya timu zetu zote nne katika michuano ya kimataifa, tukianza kwa upande wa timu shiriki katika ya ngazi ya CAF katika michuano ya CAF Champions League Yanga pamoja na Simba, nilipendezwa zaidi na kiwango cha Young Africans dhidi ya Al Ahly. Licha ya kupoteza kwenye mchezo ule, Young Africans walifanya vitu vingi sana vizuri. Ukitazama umiliki wa mpira, Young Africans walikuwa na umiliki wa mpira kwa zaidi ya asilimia 47, unazungumza zaidi ya pasi 461 Young Africans walifanikiwa kuzipiga kwenye mchezo ule, walipiga jumla ya mashuti matano katika mchezo ule, huku wakitengeneza zaidi ya nafasi nne ambazo inawezekana ilikuwa ni siku mba

Kuwa na nyota ambao wanaweza kutenganisha utofauti kati ya timu mbili ukitazama kwenye kikosi cha Young Africans mm -hmm. Hakukuwa na nyota ambaye aliweza kusimama na kutengeneza utofauti, na katika kikosi cha Al Ahly ambapo Imam Ashour pamoja na Trezeguet wao walikuwa wanatengeneza utofauti katika mchezo huo. Mchezo wa timu ya pili ambao ni Simba Sports Club, wao walipoteza mchezo mwingine siku ya Jumamosi, a, Jumamosi a, katika michoro hii ya CAF Champions League tena wakipoteza dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo ambao ulikuwa unawezekana kwa kikosi cha Simba a, kupata ushindi licha ya umiliki mkubwa sana wa, wa mpira Simba Sports Club, wakiwa na zaidi ya umiliki wa asilimia hamsini na nane. Na kwa takwimu ambazo zipo mpaka hivi sasa, Simba ni timu ya tatu katika umiliki wa mpira katika michuano hiyo wakiwa na wastani wakuwa na umiliki wa mpira zaidi ya asilimia hamsini na nane nukta tisa katika michuano hiyo, lakini bado kutengeneza nafasi katika kosi ya Simba ndio, hmm, imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu Simba mpaka sasa ndio timu pekee ambayo imepiga kona chache ikiwa imepiga kona moja katika michezo yote mitatu. Sawa, Efrem umezungumza kuhusiana na klabu ya soka ya Yanga kwamba waliweza kucheza kwa uzuri katika mchezo huo, alikadhalika pia Simba waliweza kucheza vizuri kwenye mchezo wao, lakini pengine nini ambacho wewe ukiwa kama mdau na mchambuzi wa masuala ya kisoka, unazungumzia nini juu ya udhaifu wa klabu ya soka ya Yanga na hali kadhalika klabu ya soka ya Simba? Ni nini ambacho klabu hizi mbili zinapaswa kufanya ili katika mechi za marejeano ambazo watakuwa nyumbani waweze kupata alama tatu kuelekea katika kutafuta nafasi ya kufuzwa hatua ya robo fainali? Uh, kwa kukosa matokeo katika wikendi iliyopita, ukitazama Young Africans walikuwa wanacheza dhidi ya bingwa wa muda wote wa michuano ya CAF, katika michuano hii ya CAF huwa kila timu inacheza kwa mahesabu. Ukiwatazama Dar es Salaam Young Africans bado wako kwenye mahesabu, kwa sababu mchezo wa marejiano wikendi hii wao mm, watakuwepo nyumbani pale. Ni wa amani Zanzibar ambapo watawakaribisha alali. Wanalazimika angalau kuvuna alama moja katika mchezo huo wa marejiano ili kujipa nafasi kubwa sana kusoka kwenye hatua ya robo fainali. Kwa kikosi cha Simba, hii ndo timu pekee katika michuano ya CAF Champions League hawana alama mpaka hivi sasa unavyozungumza kwenye makundi yote manne, kwenye timu shiriki kumi na sita timu kumi natano zimepata angalau alama mojamoja moja. Isipokuwa timu ya Simba Sports Club, ndio timu pekee ambayo haijavuna alama yoyote ikiwa imefunga goli moja pekee mpaka hivi sasa kwenye hii michuano. Siku ya jana inawezekana ilikuwa ni siku nzuri sana kwa Watanzania wote katika michuano ya kombe la shirikisho, kwa sababu Azam alipata matokeo na Singida naye alipata matokeo, na matokeo yale yalipatikana sio kwa bahati, kwa sababu timu zote mbili zilifanikiwa kuwa na umiliki kwenye, kwenye mchezo husika. Ukitazama Azam FC timu ambayo ilipiga mashuti 14 katika mchezo ule wakiwa na umiliki wa mpira asilimia 58 lakini walipiga pasi sahihi jumla 300 Huku wakiwa wamegusa mpira katika boksi la mpinzani mara 17. Mchezaji nyota Jafari Kitambala aliyefunga goli moja ndo mchezaji alikuwa na idadi kubwa ya kupiga mashuti, akipiga mashuti sita katika mchezo ule. Lakini kwa upande wa Singida nao pia walikuwa na mchezo mzuri sana, wakiwa na umiliki wa asilimia 54 wakipiga mashuti jumla 13. Katika hao mashuti 13, sita alitokea ndani ya boksi, huku saba akiwa nje ya boksi. Walipiga pasi za usahihi pasi 163 ambazo walipiga katika nusu ya mpinzani wao. Otoho huku akiwa amepiga pasi jumla 370, na bwana Shadrack Utamalizaje mazungumzo bila kutupatia mechi kati ya Arsenali na Manchester yenye ilikuwa kali sana mwishoni mwa wiki. Klabu ya soka ya Arsenal ikiwa katika harakati zake za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya soka ya England umepungua na kufikia alama nne mpaka hivi sasa. Hii ni baada ya kupokea kipigo cha bao tatu kwa mbili dhidi ya Manchester United iliyoko chini ya kocha mpya Mike Carrick katika mchezo uliopigwa jana Jumapili ndani ya dimba la Emirates nyumbani kwa klabu ya soka Arsenal. Hii ni siku chache tu baada ya Manchester United kuweza kupata ushindi muhimu wa bao mbili wakicheza dhidi ya wapinzani wao wa jiji la Manchester Manchester City, weekend iliyopita katika uwanja wa Old Trafford. Mchezaji Matthew Cunha aliibuka kuwa shujaa ndani ya klabu ya soka ya Manchester United. Ni baada ya kufunga bao la kushangaza kunako dakika ya 87 ya mchezo na kuwanyamazisha mashabiki lukuke wa Arsenal kiwa nyumbani. Mchezaji Brian Mbeumo aliweza kuifungia goli United baada ya kuiadhibu klabu ya Arsenal kwa kosa la mchezaji Martin Zubimendi, kisha Patrick Dogu akapiga shuti lililogonga mwamba wa goli na kuingia wavuni mapema katika kipindi cha pili cha mchezo na kukamilisha mabadiliko ya matokeo. Kwa ujumla Manchester United tatu Arsenal mbili. Awali Arsenal walikuwa wamepata goli kupitia kwa mchezaji Lisandro Martinez aliyejifunga kwa upande wa Manchester United. Kwa matokeo hayo sasa Arsenal chini ya kocha Mikel Arteta, hiki kilikuwa ni kipigo cha kwanza cha nyumbani kwa Arsenal, the Gunners msimu huu, huku Manchester City na Aston Villa wao wakipata ushindi mapema mwishoni mwa wiki ya majuma, huku City wao wakiwafunga Wolverhampton Bao mbili kwa sifuri wakati Villa wakiibuka na ushindi ugenini dhidi ya Newcastle United kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2005. Katika mechi nyingine FC Bournemouth waliweza kupata ushindi wa kusisimua bao tatu kwa mbili dhidi ya Liverpool. Pigo hicho kimeifanya Liverpool sasa kushuka ama kuteremka hadi nafasi ya sita nyuma ya Manchester United pamoja na Chelsea. Je, matokeo ya Jumapili ni dalili za presha kuanza kuwaumiza wana Arsenal? Arsenal watakuwa katika nafasi ya kurejea katika mstari wa ushindi ama nafasi ya ushindi watakapokuwa ugenini wakicheza dhidi ya Leeds United siku ya Jumamosi. Hata hivyo, Leeds wao hawajapoteza mchezo katika mechi zao tano za mwisho wakiwa nyumbani katika ligi kuu ya soka England, kwenye uwanja wao wa Elland Road, nao wameanza sasa kupanda katika msimamo wa ligi wakishika nafasi ya kumi na sita. Na kwa upande wa Chelsea, wao wakionyesha ubora wao kwa ushindi wa bao tatu kwa moja dhidi ya Crystal Palace, huku Estevao Jao pamoja na Pedro na Enzo Fernandez wakifunga mabao. Palace walimaliza mechi wakiwa pungufu kwa mchezaji mmoja. Matokeo hayo yanaifanya sasa katika nafasi ya 15 katika msimamo, wakati Chelsea wao kipanda hadi nafasi ya tano chini ya kocha mpya Liam Rosenior. Chelsea sasa wameshinda mechi nne kati ya tano walizocheza chini ya kocha wao na kuendelea kuwavunia mashabiki wao. Manchester City wao walimaliza mfululizo wa mechi nne bila ya ushindi kwa kuifunga Wolverhampton bao mbili kwa sifuri huku Antonio Semenyo akifunga bao lake la kwanza la ligi kwa klabu hiyo. Kwa ushindi wa Manchester City, hivi sasa wanakaribia katika nafasi ya kuelekea kileleni kwa kupunguza pengo hadi alama nne dhidi ya Arsenal licha ya kwanza mechi bila mchezaji wao tegemeo Erling Haaland pamoja na mchezaji Phil Foden. City wanasalia katika nafasi ya pili, huko vamton wakibaki mkiani ama wakisalia mkiani kwa alama kumi na nne. Aston Villa nao walirejea katika njia ya ushindi ni baada ya kuifunga Newcastle United bao mbili kwa sifuri kupitia bao la kifahari la mchezaji Emiliano Buendia akifunga kwa kichwa pamoja na mchezaji Ollie Watkins. Ushindi huo ni wa kwanza kwa Villa kwenye uwanja Madimba la St James Park utangu mwaka elfu mbili na tano Villa o salia katika nafasi ya tatu katika msimamo wakiwa na alama sawa na Manchester City, kwa tofauti wa magoli, wakati Newcastle United wakishika nafasi ya tisa katika msimamo. Timu ya Saint Eloi Lupopo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeandikisha ushindi wake wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya Mauludi ya klabu ya Algeria katika michuano ya ligi ya mabingwa ya CAF mjini Lubumbashi kwa ushindi wa goli moja bila jibu. Ndugu zake Maniema Union wakiwa ugenini Morocco waliridhia kichapo cha goli moja bila jibu kutoka kwa AC ya Moroko. Beleji Msoshi anazamia taarifa hiyo. Katika michuano ya CAF Champions League, FC Saint Eloi Lupopo ilifanikiwa kupata ushindi wa kwanza katika hatua ya makundi wa kuifunga Mouloudia Club d'Alger bao moja kwa sifuli jana kwenye uwanja wa TP Mazembe mjini Lubumbashi, katika kundi C. Bao pekee katika mchezo huu lilifungwa na Michel Kimputu wakati wa dakika za lala salama, dakika tisini na tano za mechi ndo Michel Kimputu aliingiza penalti na kupatia timu yake ushindi, baada ya mashabiki wa Lupopo kupoteza matumaini. Lupopo imerejesha matumaini yake ya kufuzo ikiwa na pointi 4 kati ya pointi tisa zinawezekana. Mamelodi Sundowns inaongoza kwa pointi tano mbele ya Al Hilal pia ikiwa na pointi tano. Lupopo inashika nafasi ya tatu ikiwa na pointi nne. Timu ya Maniema Union ambayo ilikuwa safarini Morocco kumenyana na Atlantic Club de Casablanca huku, ilichapwa goli moja kwa sifuli, lakini kichapo ambacho akikuwa siri zaidi timu hii ya GSC kwani imeendelea kuchukua nafasi ya pili katika kundi B. Wydad Casablanca imeongoza kundi ikiwa na pointi tisa kati ya pointi tisa ikifuatiwa na Manyema Union okay, yenye pointi sita. Azam inashika nafasi ya tatu ikiwa na pointi tatu. Huku United ya Nairobi ikifunga mlango ikiwa na pointi zero. Tuangazie ligi mchini michuano ya hapa mchini iliendelea jana na mechi moja katika kundi B. Dofenoir ya Goma ilipata ushindi dhidi ya New Jack ya Kinshasa kwa kuipiga timu ya mji mkuu goli mbili kwa sifuli katika uwanja Joseph Kabila wa Kindu, jimbo ni Manyema. Dofenoir ya Nord Kivu imechukua nafasi ya sita katika michuano ya ligi la taifa ikiwa na point 22. New Jack nafasi ya tisa ikiwa na point 18 na nane. Mjini Kolwezi, timu Manika ilimenyana na FC Tanganyika ya Kalemi katika mechi ya raundi ya 19 kwenye kumi naia kwenye uwanja wa Dominic hakuna tiweza goli kwa sare hii. Tanganyika ina nafasi ya nne ikiwa na point point 26, Manika nafasi ya ikiwa na point 21. Tubadili mada, timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya Leopards inatishia kutocheza mashindano ya kukuzu kwa kombe la dunia la shirikisho la mpira wa kikapo wa kimataifa lililopangwa kufanyika Februari, huku Dakar, Senegal, sababu kubwa kutolipwa kwa nyongezo wa mshahara, hali iliyolainiwa na rais wa shirikisho la mpira wa kikapo la Kongo, Paul Kabongo ambaye anataja kutorizika kwa kudumu ndani ya timu ya taifa ya kikapu. GLC inatarajiwa kuwa katika kundi mgumu na italazimika kucheza mechi mitatu ndani ya siku chache, iti mwenye, mwenyeji wa michwano hiyo kwenye ratiba: Februari 26 zidi ya Madagascar, Februari 27 zidi ya Ivory Coast, mechi tarehe mosi zidi ya Senegal. beliti msoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika, michezo Kinshasa. Afrika ya Mashariki kwa mara ya kwanza amekuwa mwenyeji wa michezo ya handiboli kwa wanaume ambayo inaendelea nchini Rwanda. Hii pia ikiwa nafasi ya kutafuta timu ambazo zitawakilisha Afrika katika michuano ya Kombe la Dunia nchini Ujerumani mwaka 2027. Nimezungumza na mchambuzi wa michezo Christopher Karenzi ambaye anafuatilia michezo hiyo akiwa Kigali. Timu nane bora za kwanza zinashiriki mchujo wa kuwania ubingwa, wakati timu nane za mwisho ambazo hazikufuzu mchujo zitacheza hatua ya presidential cup ili kupanga nafasi za kawaida tisa hadi kumi na sita katika kombe hili la mataifa ya Afrika ya mchezo wa mpira wa mkono au mpira wa mikono handball, ambayo ilianza ilianza mwanzo mwa wiki hii itafikia tamati tarehe thelathini na moja mwezi huu Januari. Kwa hiyo Rwanda ilikuwa katika kundi la kwanza ambapo ilimaliza nafasi ya tatu baada ya kupoteza mechi mbili dhidi ya Algeria na Nigeria na kuifunga Zambia katika mashindano hayo yaliyoanza tarehe ishirini na moja hadi thelathini na moja Januari mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita. Sasa mambo yalivyo, wakati huu timu nane bora ambazo zimefanya vizuri zaidi ndizo zinaelekea katika hatua ya mzunguko wa robo finali, ambazo hazikufuzu kwenye hatua ya mzunguko wa nane ndio zitacheza kuanzia na nafasi ya tisa hadi kumi na sita. Timu bora tano za Afrika baada ya mashindano haya ya Kigali zitashiriki kombe la dunia. Hiyo sasa inavyoonekana, timu ambazo zinafanya vema ni mataifa kadhaa, ikiwemo Misri, Tunisia, Algeria, Angola, Morocco, Nigeria na Cape Verde. Hizi zimefanikiwa timu hizi zimefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo fainali ya kuania ubingwa wa kombe la Afrika la mpira wa mikono Handball, mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita kwa kifupi hali ndivyo ilivyo. E, timu za Afrika Mashariki zina burua mkia, yani, zinavyoonekana hali sio nzuri. E, timu kama Kenya, Uganda na Rwanda ambazo zinashiriki e, mashindano haya makubwa ya Afrika utakuta hazishiriki mara kadhaa kwenye michuano kama hii e, ya kombe la Afrika. Mfano kama Uganda ni mara yake ya kwanza kushiriki, Rwanda ni mara yake ya pili. Kwa hiyo bado zina matatizo, ndio changamoto kubwa sana kwa timu kama hizi za Afrika Mashariki ambazo hazishiriki kombe la Afrika. Kesho mashindano yataendelea kwa hatua ya ile presidential ambayo wamezungumzia timu ili kuangalia nafasi ya tisa hadi kumi na sita zingine zikisaka nafasi ya kusonga mbele kama nilivyozikutajia, nilivyokutajia timu hizo ambazo zinafanya vyema, utakuta timu za warabu ndizo zina, zinafanya kazi vizuri zaidi. Nam amekuwa ni mwenzangu Gabriel Ingubu hapo na kikosi cha mabingwa wanahabari wa spoti kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X, tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yaani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu Beni, hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu hapo Tanzania. Pia mnaweza kutusikiliza kupitia uh, FM 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za juu ya Kusini hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni tatu kote Mbeya na viunga vyake mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa jombe, Rukwa, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Nam, na sasa tuelekee nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo kumeripotiwa mauaji ya zaidi ya raia 25 katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa DRC. Kundi la waasi kutoka Uganda ADF Nalu limelaumiwa kutekeleza mauaji hayo, ambapo pia iliwateka nyara makumi ya raia ambao hadi sasa hawajulikani waliko. Kundi hili liliwahi kutekeleza mauaji ndani ya kanisa moja, eneo la Ituri, na kuwaua waumini wengi waliokuwa kwenye ibada ya jioni. Mwanahabari wetu Mseke Dide na maelezo zaidi. Mauaji hayo yametokea sehemu inayoitwa Apakolu ni wilayani Iromu huko Ituri. Amesema Bwana Kristofe Munyenderu, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu kwenye shirika la CRDH Iromu. wana nji ambao wameweza kuuawa na huyo adui ADF idadi inafika makumi mbili na tano na hiyo inaongezeka kwa hao raia tatu ambao waliweza kuuawa wakati ambapo adui aliweza kuingia ndani ya mji ya Kazaro kwa kuamkia asubuhi. Eh, adui aliweza kujipenyeza kunako mji ya Pakulu, na ni hapo ameweza kuwaua watu na kuwabeba wengine, kunakuwa wale ambao walikuwa wamekamata, na kwa kupitia kuwafunga na kwa kuteseka kwao, wakati wa raia walipoomba waweze kuwasaidia kwa kuwafungua hapo wakakamata mpango ya kuwaua na wakaweza kuwatia ndani ya nyumba na humo wakaweza kuwakata na mipanga, na inakuwa watu kumi na tano ambao wameweza kuuawa ndani ya nyumba moja, na kunakuwa watu saba ambao mili zao zinapatikana kwenye barabara ya kutoka hapa Kolu kwa kuendea mji wa Bwana Sura, ili kujua ilikuwa katika mazingira gani na pia waasi hao walitokea sehemu gani. Miongoni mwa walioponyoka na kukimbia, basi ipo kufahamu kilichotokea nyuma ni mkahaji huyu anayetupa picha hii huyo. Wakati natoka Pakolu, kwa kutoka Pakolu adui litufikia kukucha vua asubuhi, kumbe balilala pembeni yetu tu kabisa. Wakati tulilikuwa tunalamuka, tunasikia masasi batu kukimbia ovyoovyo. Basi kila aina ya batu nakosa kama mtu atenda wapi, kwa kufatana na moto yenyene, naona kabisa batu tu hakuwezi kosa batu aibashakufa. Chino mpaka sasa ni nisha fika hapo tomabere meshi hiyo kama bibi yangu alipona ama kama iko hayo. Basi kwa kutusaidia, baongeze atako kwa basoda kwa bengine. Balo mbio nchoba na acha tatu napona hako. Kutokana na hayo, bwana Kristofi Munyenderu anatoa mwito kwa namna hii. Kwetu tunaomba kwa jeshi kuona kwamba adui mahali ambapo alikuwa akipita kwenye mto ya Ituri ni sharti waweze kutia uh, kambi za jeshi na tunatoa mwito wetu kwa waraia ambao wanapatikana ndani ya, ya mji ya Bwanasura. Adui anaweza akafika huko kama hakutakuwa mipango ambayo jeshi naweza kukamata. Ikumbukwe hapa kuwa eneo kulikotokea mauaji hayo sehemu yake kubwa inaendeshwa operesheni za kijeshi za pamoja, muungano wa jeshi la taifa la Kongo FRDC, na lile la Uganda UPDF, tangu mwaka wa 2021 kwa lengo la kuwafyeka au waasi wa ADF lakini wangari bado wanaonyesha uwepo wao kupitia mauaji ya raia wasiokuwa na hatia yoyote ile. Msekedile, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Tuingie kwenye tahariri ambapo ripoti ya Human Rights Watch inaweka wazi ukweli mchungu kuhusu hali ya Sudan: mauaji ya raia uharibifu wa makazi na mamilioni ya watu waliolazimika kukimbia makwao. Vita kati ya makundi yanayohasimiana vimegeuka kuwa janga la kibinadamu linaloshuhudia ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, huku dunia ikitizama kimya. Tahariri ifuatayo inaangazia kwa undani mateso hayo na lawama kwa uzembe wa jumuiya ya kimataifa. Taarifa iliyotayarishwa na Shisia Wasilwa. Inasimuliwa kwako na Silvenas Karemera. Hali nchini Sudani ni aibu ya binadamu na kivuli cheusi cha uharibifu usi usiojali maisha ya watu. Ripoti ya Human Rights Watch inabainisha wazi kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la Sudani SAF na kundi la wanajeshi wa Rapid Support Forces vimeibua mojawapo ya matatizo makubwa ya kibinadamu duniani. Katika vita hivyo maelfu ya raia wameuawa, maelfu zaidi wamejeruhiwa na mamilioni wamekimbia makazi yao. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, walioachwa bila makazi ndani ya nchi ni zaidi ya milioni 10.8 na wengine milioni 4 wamekimbilia katika mataifa jirani wakitafuta usalama. Kwa wale waliobaki nchini, mateso ni mwendelezo wa mauaji, mateka, ubakaji, mateso ya kimwili na kifikira pamoja na utekaji wa wanajamii. Wanajeshi na vikundi vya waasi vimekuwa vikiwalenga raia, hasa katika maeneo kama Darfur ambako mashambulio mapana dhidi ya makazi ya raia yamekuwa yakifanywa, nyumba kuchoma moto na mashamba na vituo vya afya kuharibiwa. Hivi si tu vita vya jeshi, ni uharibifu wa makazi ya watu wasio na hatia. Shambulio la hivi karibuni kwenye kambi mbili za wakimbizi na makazi ya ndani limeharibu maisha ya maelfu ya watu, na mashirika ya kimataifa yanasema dharura ya kibinadamu sasa ni kubwa kuliko muda wowote mwingine. Siku za mwisho jumuiya ya Umoja wa Mataifa imeripoti vifo vya raia kwa mamia na maelfu ndani ya miezi michache iliyopita. Idadi halisi ya waliofariki inaonekana kuwa kubwa zaidi kutokana na ukosefu wa data kamili, kutokana na vita na kukatika kwa mawasiliano. Mamilioni ya watu wamekosa chakula, huduma za afya zimeharibika, na huduma za elimu zimekosekana kabisa kwa watoto wengi. Hali hii inatishia kuacha kizazi kizima bila matumaini. Dunia haiwezi kukaa kimya wakati haki za binadamu zikivunjwa kwa namna hii. Leo Sudani inahitaji kulindwa si uzembe wa kimataifa. Baada ya kutochukua hatua ni kukubali mateso haya. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia redio Dumos FM 99.9 jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake maeneo ya Ngong kaunti ya Kajiado, na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Asanteni kwa wote kwa kuchangia matangazo haya ya leo. Jina langu ni Ann Ngugi, kwaheri kwa sasa.